Shalom, shalom wa Tanzania. Ninaomba nizungumze maneno mawili matatu. Najua Mungu ni Mungu ambayo anajibu maombi yenu. Lakini Mungu hawezi kujibu maombi kama tutakuwa na hasira na chuki ndani ya mioyo yetu ame anadai kwetu tuwasamehe watu, na tutakapoamua kusamehe ndipo tunamhusu yeye aingie na kufanya kile ambacho anataraji kufanya ndani ya nchi yetu. Naomba wewe kama Mtanzania, hebu usisikilize maneno ya watu, wewe tengeneza na Mungu wako alafu tutafute nafasi ya kuomba kwa pamoja ili Mungu afanye jambo ndani ya nchi yetu. Naamini kabisa Mungu anaweza kufanya. Nawapenda, naomba unielewe. Mungu hajibu maombi ya wenye dhambi. Mungu hajibu maombi ya watu ambayo wana wana chuki mioyoni. Mungu hajibu maombi ya watu ambayo wameweka watu moyoni mwao, alafu wanasema kwamba tunaomba yule ambayo tunakwenda kwa yule ambayo wanataka kutupa majibu, hakuna majibu yatapatikana. Lakini tukianza na toba, tukianza na msamaha, tukianza na kusema Mungu, niko tayari kumsamehe fulani na fulani na fulani, utashangaa kile ambacho Mungu atafanya. Mungu awabariki. Tutakutana tena kwenye mtandao kuwaambia